watu wa kigagreti hapo, tunajipamba kwamba sisi Waislamu tuko juu, endapo wanamama watajitambua. Kwa bahati mbaya, katika kila wanamama elfu moja wanaolizingatia hilo hamsini hawafiki. Adat al umma tayyiba al a'raq. Mama zangu, dada zangu, shangazi zangu, naona na wengine wa kuwaita wanangu msala. Awali nashukuru kuendelea kukutana na wanamama hapa kama ambavyo nimekuwa ni mwenye kupata bahati hii ya kuja kuzungumza nanyi katika miaka iliyopita, na leo mada niliyopewa nizungumze nanyi, mama ndiyo shule. Mama ndiyo shule. Mada nzuri sana wabitali, kwa muda tuliokuwa nao na yanayojiri ni mada nzuri sana. Ilipokuwa watu wanatoka katika nafasi zao au hawajitambui kwenye nafasi zao, mara zote majanga hutokea. Lakini itakapotokea watu wamesimama katika nafasi zao na wakajitambua raha na utamu wa dunia huonekana, lakini leo maisha yamekuwa rasan ala aqibi, kichwa chini miguu juu. Maisha mabaya ya hovyo leo ndio sisi twayafurahia kuwa ndio maisha matamu na yale matamu tumekuwa hatuyataki. Uislamu una mifumo yake. Mara nyingi hupenda kuyatumia maneno ya watu wa somo la tauhidi, kulu masnuin sunia liyasira ala muradi sanii wa kulu makhluqin khuliqa liyasira ala muradi khaliqi. Kila mnachokiona kimetengenezwa, basi jueni kimetengenezwa ili kitumike katika malengo ya yule fundi aliyetengeneza. Na kila kiumbe, awe mwanadamu, awe mnyama, awe ndege, awe atakavyokuwa kila kiumbe naye ameumbwa ili apate kuishi katika mifumo aliyoikusudia muumba wake. Moja katika posisheni ambazo Uislamu umempa mwanamama kuwa ndiyo mlezi mkuu wa familia, mwanamama kuwa ndiyo pacha wa mume katika kuyajenga maisha. Mwanamama ni shule, kama tunahitaji university, siyo shule tu, tunahitaji chuo kikuu, watu wa kigagreti hapo, tunajipamba kwamba sisi Waislamu tuko juu. Endapo wanamama watajitambua kuwa wao ndio walezi wakuu wa familia, akina mama wao ndio mapacha wa waume katika kukabiliana na maisha ndani ya familia. Tatu, wanamama ndio chuo kikuu bisu ilhadhi. Kwa bahati mbaya, katika kila wanamama elfu moja wanaolizingatia hilo hamsini hawafiki katika elfu moja. Vipi wadhani mwanamama anaweza akachukua nafasi yake kuwa yeye ndio pacha wa mume kwenye nyumba? Vipi wadhani mwanamama anaweza akachukua nafasi yake kuwa yeye ndiyo mlezi mkuu wa familia. Vipi mwanamama anaweza akakaa katika nafasi yake kuwa yeye ndiyo university na yeye ndiye shule? Kama tunataka nasari ni mama, kama tunataka primary ni mama, kama tunataka sekondari ni mama, kama tunataka high school ni mama, kama tunataka university ni mama. Wherever you are, upo kwa wazungu, upo kwa Waafrika, upo kwa Waasia, itakavyokuwa mwanamama, nafasi yake ni kubwa sana. lakini tuliamua kuyabadili maisha, kama nilivyosema awali, tuyaweke kichwa chini miguu juu. Malezi ya kina mama wenyewe wameamua kuyamicha, wakawaachia ma house girl na ma house boy, dada wa kazi, kaka wa kazi, ndio wamekabidhiwa malezi. bahati mbaya zaidi hayupo katika sisi ambaye anayakini kwamba huyu ambaye namkabidhi majukumu ya kusimamia wanangu, yeye mwenyewe kwanza ana malezi. Wataalamu wa somo la tarbia wanasema, faqidu shaii la yutihi, asiye na kitu chochote kile hawezi kukitoa hicho asicho nacho. Unataka pesa kwa mtu asiye na pesa akupe? Ndevu, angalia huyu ana nini. Ukitaka akupe jua kwanza, huyu ana miguvu. Huyu natakiwa nimpe gogo la mti apate kuchanga kuni, hichi anaweza kunipa. Unataka elimu kwa mtu asiye na elimu akupe nini? unataka maneno matamu kwa mtu ambaye domo lake chafu unapataje? Fakidu shaii la yutihi, asiye na chochote kile usimdai hicho asicho nacho akupe, hawezi kutoa idhan. Tunawakabidhi madada wa kazi na makaka wa kazi malezi na usimamizi wa watoto zetu, wapwa zetu, wajukuu zetu. Lakini je, yeye mwenyewe hayo malezi anayo? Kama hajaleleka, wategemea huyu atatoa nini kwa mwanao? Nawaombeni sana mama zangu, raha ya kujua ulichokosea na ulipokosea, ni kurudi pale ulipokosea na kubadili ulichokikosea, na sikung'ang'ania vile vile, utaharibikiwa zaidi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mara moja aliwaambia wanafunzi zake kwa maana masahaba Aliwaambia, idha usida lamru ila ghairi ahlihi fantadhiru saata. Idha usida lamru ikitokea majukumu yamekabidhiwa, ikitokea yamekabidhiwa majukumu, ila ghairi ahlih kwa mtu asiyestahiki majukumu hayo, fantadhiru saa, subirini majanga. Wengine wanafasiri kiama. Mtume hapa akukusudia kiama, kakusudia misukosuko, tabu, matatizo. Ina maana umempa jambo zuri kivuruge. Mama zangu, hata huku katika mambo yetu tuna shehe wa kata, tuna shehe wa wilaya, tuna mashehe wa mikoa mpaka tunafika kwa mufti. Katika kila nafasi inatakiwa awekwe mtu stahiki. Wakati mwingine kilio chetu, kuna baadhi ya maeneo waliowekwa sio yule mteuzi, wale waliomshauri wamemdanganya Wakamshauri kwamba Mziwanda afaa, wakampamba wakampamba wakampamba, akasema nimeelewa. Kutokana na maelezo ya washauri akamteua. Anavurunda na watu wanapeleka taarifa nzuri, anapiga kazi kwelikweli, mambo yanaharibika. Unakuta waislamu hatukimbii tunakwawa wenzetu wanakimbia katika maendeleo, sisi twakwawa. Kwa nini? hatukuyazingatia mafundisho ya mwalimu mkuu wa umma huu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunachotakiwa kujua kabla hajasema neno huyo, msemaji nani na ana sifa zipi, na nyie, anayewaambia anawachukulia vipi? Leo msemaji wetu mkuu ni Mtume Muhammad. Kwanza ni mtume katumwa na Allah, lakini pili, Qurani ikamtangaza katika jumla ya sifa zake, wama yantiqu ani lhawa in huwa Illa wahyun yuha. Kamwe huyu hawazungumzi kwa matashi ya nafsi yake, hakikuwa chochote akisemacho mtu huyu aitwaye e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa wahyun yuha, isipokuwa ni wahyi, ni mafundisho ya Mungu kateremshiwa. Kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hazungumzi kwa sababu ya kuvizia labda a apate daku apate futari wakeze wapate jilbabu nzuri. Yeye anazungumza kwa maslahi yetu. Na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ali, anatupenda sana. Mara moja kuonesha anatupenda, mara moja mama zangu, mtume alikuwa na masahaba zake, aliwaambia maneno haya:

anawaambia masahaba zake, kama mwahitaji kutafuta mfano wa maisha yetu tulivyo kati ya mimi na ninyi, mwaweza mukafananisha na nini? maisha yangu mimi mtume wenu na nyinyi, tupo tupoje? Mtume akasema, mukitaka kuchukua mfano, chukueni mfano wa mtu aliyoko safarini, usiku mkubwa baridi la mpiga yuko porini akaamua kuchukua kuni na kuwasha moto. I hey, mwanga ule autumie kuona nini kinatokea kuja, lakini pili baridi kali apate kuota. Kawasha vinakuja vijidudu, wakina panzi, vipepeo na vidudu vingine, vinazunguka pale kwenye moto hmm. Vile vijidudu vinahisi moto huu tumewekewa sisi, basi wakija wakizunguka, wanatumbukia kwenye moto right. Yule bwana anachokifanya wahuwa yadhubuhona hmm. Yeye anajitahidi kujaribu kuwafukuza, shi, shi. ili mradi wasije wakaungua, anawahurumia mfano huo wa huyu bwana anavyowafukuza wale wadudu katika moto ndio mfano wangu mimi wa ana akhidhum bihujazikum, nami nimewashika katika maeneo ya kuvalia nguo zenu kiunoni, nimewakamata na waziwia, musiende pabaya. Lakini wakorofi, watunyii, wa antum tafallatuna min yadi, nyinyi mwanichurupuka, mwanitoka mkono, na kuziwieni huko kubaya, msiende munantoka mnakwenda. Tumsalie Mtume Muhammad, sisi ndio tuko hivyo, na bwana Mtume anajitahidi, anatupenda, anatuhangahanga hivi tusiingie pabaya, anapotuambia hilo, silo silo. Maisha yanataka baraka, tukaambiwa, tukafundishwa, mama anapoanza kuweka chungu jikoni Atie baraka chakula kwa kusema bismillah. Anapopakua aseme bismillah, na walajinao wanapoanza kula waseme nini? Bismillah. chakula kile mna kila baraka tupu katika nyumba. Aliyeweka chungu alisema bismillah wakati anaanza kupika, bismillah alipokuwa anawapakulieni bismillah, na nyinyi wakati wa kula bismillah, mpaka ikafika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anajua hili neno mkipenda kulisema linazalisha nini kwenu. Akasema aliyesahau hata kwenye kula kusema bismillahi mwanzoni, basi aiseme hapo hapo alipokumbuka, iwe kati iwe mwishoni. Bismillahi auwalahu waakhira. Bismillah auwalahu waakhira. Muniwe radhi mama zangu, msinitafsiri vibaya, lakini wapo baadhi ya wadada huko mitaani, anawasha moto nyimbo za dijako anaweka sufuria, nyimbo za Diamondi, anapakua. Si nyimbo za yule mwana mwita chuzu, si ndio? Nini, si yule nani? Ndio huyo huyo, tamjua wenyewe. Twategemea barka, twazitolea wapi mama zangu? mara moja katika darsa hizi Ramadhani moja, siikumbuki, ima itakuwa ya mwaka juzi ama mwaka majuzi, shasahau. Niliwaambia mama zangu, nyie watu wazima. Bahati nzuri, wengine wameanza kukaa mbele, wengine wamejificha nyuma. Namuona bi mkubwa wangu hapa kakaa mbele, eh, ndio imamu wetu. Maanake ingekuwa huku mbele wamekaa vijana watupu, shida. Na wazee wapo lawama zote za maisha, japokuwa watoto wenyewe sisi majeuri, lakini bado lawama zinakuja kwenu, kwa sababu hata katika kuuliza lugha ziko mbili. Mtoto wa nani huyu? Yaani yule mtoto kafanya mazuri ya kuvutia, mtoto wa nani huyu? Lakini sasa akivurua toto la nani hili? Sabu we umefanya kituko pale, toto la nani hili? lakini tunatamani mtoto wa nani huyu. Mungu akubariki wa na wazazi wako. Sijajua tupo makabila mangapi humu ndani, lakini mimi mdengereko kwa baba na mama wala fahara kule kwetu, sie kuna kitu kinaitwa kuchezwa. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lugha nzuri ilikuwa inaitwa mafundisho ya ndoa. Sasa huku Wandengereko, Wazaramu, wa matumbi, Wamakonde watani zangu, ndio tunaita kuchezwa. Hachezwi mtoto, ana miaka minne unamcheza nini? ili iwe nini? miaka mitano, nakikuta kitoto cha kimakonde kina miaka saba minane, kimechezwa. Mtoto huyu kache, alichochezwa yeye, kachezwa, kwani kafundishwa nini? miaka saba minane kumi, kafundishwa nini? wala sitaki kujua, asinyoshe mtu kidole, tukweli, wala sitaki kujua lakini kwa dini si sahihi. Mara nyingi wanawaambia kuchezwa binti ni sunna ya Mtume Muhammadi, na muda wa kuchezwa ni pale anapokwenda kwenye ndoa yake. Pale ndiyo bibi, pale anaonyesha ubibi wake, pale eh? Wakwe zangu Wapemba wanasema isokongwe haivushi. Pale kitanda kinatandikwaje sijui chumba akiwezi kikawa kama kaburi toka lilipofukiwa ndo hivyo hivyo, mm. Lazima siku ikibadilike chumba, mm. Unaingia ndani hikikitanda kwani kilikuwa hapa, kashafanya mandingo yeah. Naona kafundishwa na bibi na shangazi. Vipi unampa gilasi ya maji mumeo, vipi unamtazama mumeo, ni muda gani wa kumuomba mahitaji mumeo? Sio muda wote, katoka kazini, kanyimwa pesa, karudi kavimba Mume wangu nataka sale. We mwehu, we mwehu! Kukosa haki yako tena, takuambulia walau makofi mawili, sunna kwako. Hujitambui kama ni dereva, wavuka kwenye mataa na taa nyekundu. Subiri ya kijani, taa ya kijani ndio unavuka nayo lakini wengi dada zangu, munavuka na taa nyekundu, mpaka unajiuliza hivi wenzangu wote wameolewa kama mie eh? We hujitambui dada yangu. Mama zangu, shangazi zangu, bibi zangu, tusaidieni na huu mvurugiko wa maadili. Kueni wakali, kaeni kwenye nafasi zenu. Ibrahimu Ladhami mara moja alisema, wa likuli fardi min alafradi wa asafa lahu daurun walakin la yuaddihi, kila mtu mmoja katika jamii ya kiislamu ana nafasi yake. Usijiseme mi na, na cheo gani? Aha, kila mmoja ana nafasi yake. Kwa bahati mbaya hayupo anayesimama kidete kwenye nafasi yake. Wewe mzee, tunahitaji uzee wako utusaidie katika kujenga jamii. Wewe kijana, tunahitaji ujana wako utusaidie katika kujenga jamii. Wewe ni shekhe, tunahitaji ushekhe wako utusaidie katika kujenga jamii. Kila mmoja ni kiongozi tunakwenda ukikosa ushehe wa kata, ukikosa ushehe wa wilaya, ukikosa ushehe wa mkoa, ukikosa umufti, ukakosa walau uimamu, basi wewe ni kiongozi kwenye familia yako. Usikae watazama tu, mufti anafanya nini? Shehe wa mkoa anafanya nini? Shehe wa kata anafanya nini? Mbona umeanza mbali? Tuanze nyumbani sisi wenyewe katika majumba yetu tuwafanya nini? Narudi pale kwenye logo ya maneno yetu, sije mkasahau, mama ndiyo shule. Ndio ujumbe wetu wa leo, mama ndiyo nani? Shule. Sijui mama zangu na dada zangu, mwalizingatia hilo? Wazee nyie, wakati mwingine mkikerwa mmekuwa kaa kisarakati. Kuna kidudu kimoja hivi mjukuu wake jongoo, sisi wandengereko tunaita kisarakati, ukimgusa kidogo kashajizingiliza. Sasa nanyi wazee mkikerwa na watoto zenu na wajukuu zenu, mnasusa mnamsusia nani? na Mungu ndo kashafanya, nyi ndo wakubwa, acha mtukanwe, ndio jalala hata ikafika mwanao anasema o, nafikiri na nami ningepata bahati ya kuzaliwa mapema ningeshinda kukuzaa we. Basi jua sasa he? ile kazi ya kuamie, ndio shule ndio inaonekana sasa. Mimi kweli shule sijui, nyie wazee enzi zenu huko mwaka arobaini na saba mlipokuwa mnasoma, lakini enzi zetu sie twasoma, wanafunzi watu tunakwenda na vidaka shuleni, alafu yale madarasa tunasoma, alafu tunachora mule na vidaka maneno mwalimu atatukanwa, utaandika mineno ya hovyo. Na siku ambii ile siku ya kumaliza ile, mm. kuta zote mpaka vioni mitusi timtim tim. Shule badala ya kupendwa na kutunzwa, shule inachafuliwa mm. Ndiyo wewe mama, kuchafuliwa kawaida yako mm. Wengine wamekaa mtaa wa pili, utaona shule juu, kuna mawe yale. Mawe yametokaje chini, yameenda juu menifamue eh? mm. Ukimwona mtoto mchanga juu ya mlima hakupanda mwenyewe, kapandishwa wee. mm. Haya ni majukumu yenu mama zangu. mm. Na wala isije ikafika wakati mukachoka, mwamchokea nani? mara moja nilipata kusema mahala kuna utamu na raha. Kuna watu hivi vitu wanachanganya. Pesa ni tamu, pesa sio raha, pesa sio raha, pesa ni tamu. Hufika wakati mwenye pesa halali mara anawaza faida, mara anawaza hasara. Hmm. Mara anawaza majanga, analala masaa mawili au saa moja na nusu kwa tabu, wale wenye mapesa. Hufika wakati wake zako, sasa mimi sikuelewi kama vipi nirudi kwetu. Hmm. Mi nimefuata hizo biriani zako. hmm. Manake hampati kwa muda mzuri mumewe. Pesa si raha, ni tamu. Raha ni vitu viwili tu, mama yangu, dada yangu, shangazia, katika maisha raha ni vitu vingapi? La thalitha, laha raha haina kitu cha tatu zaidi ya viwili hivyo. Kitu cha kwanza kuipata ndoa, ndoa yako ndio raha. Ukaipata ndoa ndoa yako, hata kama mli rakaa tatu kwa siku, lakini kwa sababu ile ndoa ni unasikia raha, una enjoy katika maisha. Kama ni mke, mume anaenjoi; kama ni mume, mke anaenjoi. Lakini mama mwenyewe ndio yule mama wa matrauza, jinzi imebana <coughs> naonekana kile pale kiuno lile pale kalio lile pale paja lile kumbe ana tumbo kubwa huyo kavaa kitopu. Mtu mmoja alisema, mm, idha raaita rabba lbaiti bituyu bitubuli dhariba fala taajabanna idha raaita lwalada laiba, ukimwona mlezi wa nyumba baba mpiga magoma. Usije ukashtuka siku ukamuona mwanawe ndio anakata kiuno mchezaji.